Operesheni hiyo ya kuwasaka fisi imeendeshwa na TAWA kwa kushirikiana na wananchi, iliyofanyika katika nyakati tofauti tofauti, ambapo wananchi wanaelezea adha waliokuwa wanapata juu ya wanyamapori hao. Yaani, ifikapo muda wa saa kumi na moja, watoto tunaanza kuwawinda, lakini serikali imeweza kusikiliza na kutuunga mkono kwa ajili ya mashambulio haya, lakini hili zoezi tunaomba liwe endelevu. Fisi walikuwa wanatusumbua sana. Mpaka sasa tunavyoona, wana uharibifu mkubwa. Kijiji jirani tu hapa Busega, kuna kipindi cha miezi ya nyuma tumeweza kuua mtoto. Kwa maana hiyo, hata mifugo wetu ambao tunawafuga kwenye, kwenye miji yetu e, fisi hao wanawashambulia sana. Baadhi ya wananchi walioshuhudia tukio hilo la fisi kuwawa akiwa na shanga na hereni wakaelezea maoni yao. Nashangaa sana kumuona fisi ana hereni ana namba hivi Kumbe wapo fisi wengi yani, wanyama ambao wanaua wanauawa, wana harama wa, mwingine ameandikwa kwa jina anaitwa Shigala hadi badugu mwingine, ana hereni na maana wote, tuseme wanyama waliokufa wote wana harama na maana, hao wanyama wote hao sio wanyama wa porini, ni wanyama wa binadamu tunaoishi nao, binadamu wanafuka wanyama askari mkuu wa wanyamapori kutoka pori la akiba la Kijereshi, Tuva Komaiko, anaelezea operesheni hiyo. taakandaziwa kupitia pori la akiba Kijereshi, tulikuwa na operesheni ya siku saba katika kata ya Shiligala yenye vijiji vinne. Operesheni hiyo ilikuwa maalum kwa kudhibiti fisi ambao walikuwa hatarishi kwenye makazi ya watu pamoja na mifugo. Tumefanikiwa kwa kiasi kigur, kubwa kudhibiti fisi hao na kwa jumla ya siku saba hizo tulizokuwa hapa kufanya operesheni hiyo tumefanikiwa kudhibiti kuua fisi kumi na saba. Operesheni hiyo imefanyika kwa siku saba kufuatia hivi karibuni watoto wawili kushambuliwa na wanyama hao kwa nyakati tofauti tofauti, kati ya kijiji cha Ihayabuyaga kata ya Shigala, mmoja akiuawa na mwingine kujeruhiwa.